Aa, kwa majina naitwa Dominic Lukosi nimekuja kusoma hapa kozi ya ukocha ngazi ya CAF C, diploma. Kwa kipindi ambacho nimekuwa hapa ni kipindi kizuri, nimepata mafunzo mazuri, nategemea kwenda kuyaonyesha zaidi huku ninapoenda kufundisha mpira. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho na, kwa kweli najivunia, kwa sababu ni passion, ni kitu ambacho nimekuwa nikifikiria kwa muda mrefu ile knowledge ambayo ninayo basi kushare na, na vijana wengine ambao wanapenda kucheza mpira na, na, na kujiendeleza katika hiyo engo. Hapa sio tu tunajifunza namna ya kufundisha senior players, lakini pia tunajifunza jinsi ya kufundisha youth, yani kwa maana wachezaji vijana chini ya miaka kumi na sita. Kwa hiyo kuna ile knowledge ambayo tulikuwa nayo zamani, wachezaji walikalote unawapa the same exercises, yani kwa maana ya mazoezi sawa lakini ukiwa kwenye kozi maanake, kuna vitu unajifunza, kuna mazoezi ambao utatakiwa kuwapa watoto uh, wa umri huu na umri huu, na kuna watu uh, mazoezi ambao utatakiwa uwape wale senior players. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana ambacho nimekinote na kwa kweli nitaenda kukitumia sana, kwa sababu watoto huwezi kuwafundisha mazoezi sawa na adults, watu wakubwa, senior players. Kwa hiyo nadhani ni kitu kikubwa sana ambacho nimejifunza namna ya kudifferentiate mazoezi. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho nimejifunza, aa, zamani tulikuwa tunafundisha tu mpira bila kuwa na knowledge. Ukiwa kwenye timu hizi, wewe unakuwa kama msimamizi wa mazoezi. Lakini now nafahamu namna ya kupangilia session yangu, kitu gani kianze, mazoezi gani yaanze, wachezaji wanatakiwa wapate vitu gani. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana ambavyo tumejifunza na kutoka kwenye KFC na kwenda huko ninapoenda kwenye safari yangu ya mpira, nadhani nimepata vitu vingi sana ambavyo kwa kweli kwa namna moja au nyingine itakuwa ni daraja kubwa sana kwangu mimi. Kwanza nilikuwa mchezaji zamani, nilibahatika kucheza kwenye hizi anda anda 20 anda 17 na senior, senior level, ingawa sio kwa muda mrefu kidogo kwa sababu ya shule e, nili, wakati nacheza nikapata chansi ya kwenda kusoma chuo kipindi hiko Mwanza, mp baada ya kupata nafasi ya kwenda kusoma chuo nikawa busy sana na masomo nacheza like uh, na, na, na moja kati ya ndoto yangu ambao nilikuwa natamani na hata kama sijacheza kwenye hiyo professional level kubwa, nilikuwa nasema Uh, wa vijana kukoch na senior players pia, ile knowledge ambayo nilikuwa nayo kwenye mpira niweze kuihamishia kwa hawa watu wengine ili tuweze kutoa mpira wetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kudevelop talent. Ukiona watu wana talent na ukawasaidia ukawadevelop, hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakiwaza, ukiacha ile safari yangu ya mpira kuwa player na nini, lakini ni moja ya kitu baada ya kuachana na mpira nisema I want to be in this profession, coaching profession. Naona after five years, in a gap of five years, baada ya miaka mitano mpira wetu utasogea sana kwa sababu unajua saizi mpira umekuwa science. Eh, zamani siwasemi vibaya wazee wetu lakini zamani mpira ulikuwa unafundishwa lakini not in this level, not in this level. Nikisema hivyo kwa maana siku hizi mpira umekuwa science, tunaingia darasani tunasoma siku hizi kuna somo leo tulikuwa tunasoma namna ya ku e, wachezaji body nutrition, lactic acid, namna gani ya kuz neutralize lactic acid e, vyakula gani watumie kulingana na, na, na, na, na training sessions ambazo unazifanya. Kwa hiyo sasa, unakuta kuna vitu vikubwa sana ambavyo vinakwenda kwenye mpira wetu wa Tanzania ambao tofauti na zamani, vitu vinakwenda vinabadilika, football is a science now. kwa hiyo In a gap of five years kwa makocha hawa sisi, ambao tunachipukia na tunakuja, nadhani nazani, we will change a lot in in in our football, tutabadilisha vitu vikubwa sana kwenye mpira wetu. Malengo yangu makubwa ni kuwa kwenye level ambayo nitaweza kudevelop talent nyingi zaidi. Eh, of course, as a human being unataka kuwa kocha mkubwa, ufundishe timu kubwa lakini moja kati ya lengo langu kubwa ni kudevelop talent, especially youth talent kuhakikisha kwamba wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine develop their skills. Mpira umekuwa ajira, acha watoto wacheze, waajiriwe, wapate hela, waendeshe maisha yao. Kwahiyo hilo ni lengo langu kubwa to develop talent. Mimi kitu kikubwa ambacho napenda kuwa, kuwasihi au kuwaadvise watu ambao wana knowledge ya football ana zani au kwa namna moja au nyingine, ameshawahi kuufundisha mpira, lakini hajapita kwenye hizi kozi, kwa sababu unaweza ukawa unafundisha mpira mzuri sana, lakini kama hujapita kwenye hizi kozi, ina maana kuna vitu utakuwa una lack. Kwa mimi nilikuwa napenda na shauri pia eh, kupitia mwenyekiti Kondo wa IDFA, watu wafike very soon, tutakuwa na kozi pia za za grassroots pamoja na CAF Diploma D. Watu waje, wajiunge, watu waendelee kwa sababu tunahitaji kupata makocha wengi zaidi. E, kwa takwimu zilizokuwepo nadhani last year au mwaka 2023 huko takwimu ipo kocha mmoja anata, anana, anafundisha ana, ana watoto elfu mbili. Sasa that is too bad. Inakuwa ni mbaya. Kwa hiyo na shauri vijana ambao wana idea ya football wanatamani kuwa makocha ana hiyo passion ya kufundisha waje waje kwa wingi wa, wa, wasome haya masomo, ni very good, ni masomo mazuri sana ya kujiendeleza. Kwa hiyo mi nadhani itatusaidia sana in the future. Uh, mimi napenda kuwashukuru sana TFF, wasimamizi wa mpira wetu Tanzania aa, kupitia chama cha mpira cha IDFA Ilala aa, kwa mwenyekiti wake bwana Kondo, wamefanya kazi kubwa sana kuandaa hii aa, kufanyika Dar es Salaam eh, ngazi ya wilaya kwa hiyo kwa kweli mimi nashukuru sana, imetupa fursa sisi wakazi wa Dar es Salaam e, kuweza kujumuika na kufanya hiki tunachokifanya sasa hizi, kwa sababu zamani ilikuwa lazima usafiri uende mkoani Tanga, Morogoro, lakini kuletwa hapa hasa Ilala IDFA, kwa kweli tunamshukuru sana mwenyekiti Kondo. Nadhani aendelee kupambania mpira wetu. Mimi Dominic Lukosi, kwa kweli ninayo furaha kubwa sana Uh, kama, kama mmoja wa wanafunzi wa CAF diplomasi kozi ambayo inasimamiwa chini ya chama cha mpira IDFA Ilala uh, kwa kweli ninayo furaha sana sana sana sana.